Kitabu cha Yoshua Bin Sira sura ya 27 na ya 28. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote ulepo, tunakukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya, ya sauti. Unaweza ukaungana na sisi ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja, mtu wa Mungu. Na tunaposoma neno hili ile mistari unayoisikia na ikakugusa zaidi moyoni kuliko mistari mingine, basi jua mahali hapo ndio Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kwa wakati huu. Hakikisha hujapapuuzia, una focus zaidi katika kupaelewa. Tufungue kwa sala, ili tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakuinua Yesu na kukunyenyekea, kwa sababu wewe ni Mungu mtakatifu na mkamilifu. Tunakuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zetu, maana sisi ni wanadamu. E Bwana, tunakosea kwa mambo mengi na tunatenda uovu mwingi. Tunaomba huruma ya Mungu iturehemu, tunaomba msamaha kwako Baba, tunaomba Roho Mtakatifu hata utujalie neema, tuweze kusoma neno lako na kila mmoja aweze kulielewa, ili tuweze kuishi katika sauti ya Mungu na sote tuendelee kuwa hodari katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Yoshua Bin Sira sura ile ya ishirini na saba na ya ishirini na nane. Sura ya ishirini na saba. Ni wengi waliokosa kwa ajili ya faida, naye atafutaye kuzidisha harasa atageuzia upande jicho lake. Kigingi kitashika kati ya viungo na mawe, na dhambi itajipenyeza kati ya kununua na kuuza. Basi mtu asipokaa kumcha Bwana kwa bidii, nyumba yake itaangamizwa upesi. Kutikisa chekecheke cheke itabaki uisha, vilevile ila za mtu katika kujadili tanu hujaribu vyombo vya mfinyanzi, vilevile jaribio la mtu ni kujadili. Matunda ya mti huonyesha ulimaji wake, vilevile kujadili mawazo ya moyoni. Usimsifu mtu usije msikia anajadili, hakika hilo ni jaribio la wanadamu. Ukifuata, ukifuata haki hakika utaipata, na kujivika nayo kama kwa joho bora. Ndege hufanya kikao na ndege na kweli itawarudia waifanyao. Simba uyaotea mawindo yake na dhambi wao wafanyao uovu. Maongezi ya mtaalamu ni hekima siku zote. Bali mpumbavu hubadili kama mwenzi. Katikati ya wajinga uiangalie nafsi yako, bali ukae daima pamoja na wazingativu. Mazungumzo ya wapumbavu ni makuruhu na kucheka kwao ni upujufu wa dhambi. Matusi ya msafiri husimamishwa nywele na magomvi yao ni sababu ya kuziba masikio ugomvi wa wenye kiburi ni kumwaga damu, na matukano yao ni vigumu kuyasikia. Mwenye kufunua siri huivunja imani, wala atapata rafiki wa nafsi yake. Umpende rafiki yako na uwe mwaminifu kwake, walakini ukizifunua siri zake, usifuate nyuma yake. Kwa maana kama mtu kumharibu adui yake, wewe umeuharibu urafiki wa jirani yako. Kama ndege uliyemwachilia mikono mikononi mwako, umemwacha jirani yako wala humpati tena. Usimfuate, amekwenda zake mbali, ameokoka kama paa mtegoni. Mradi jelaa itakuja kufungwa hata baada ya mashutumu kuna mapatano, bali mwenye kufunua siri hana tumaini. Mwenye kungonga huwaza maovu, nawe amjuaye atajitenga naye. Ukiwa umekuwapo atasema ya kupendeza na kuyastai maneno yako, ila hatimaye atakipotoa kinywa chake na kuyatimiza yale maneno yako. Mambo mengi nimeyachukia, lakini hakuna mfano wa huyo, naye Bwana mwenyewe atamkirihi. Atupaye jiwe juu hulitupa juu ya kichwa chake mwenyewe, na kwa pigo la hila waweza kujitia jeraha. Achimbaye shimo atalitumbukia na mwenye kutega mtego atanaswa nao. Afanyaye maovu yatamrudia juu yake mwenyewe, asijue amemjia kutoka wapi. Mzaa na shutuma hutoka kwa mwenye kuta, kutakabari kwa hiyo kisasi itamotea kama simba wanaosimanga kuona anguko la mwenye adili watanaswa katika shambuko, kwa maumivu yao watadhoofu kabla ya kufa kwao. Hasira na ghadhabu haya pia ni machukizo, na aliye mwenye dhambi yatampata. Sura ya ishirini na nane Mwenye kujilipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana, hakika yeye atamfungia dhambi zake. Umsamee jirani yako dhara alilokufanyia, hivyo nawe utasamewa dhambi zako wakati utakaposali. Mwanadamu humkasirikia mwanadamu, je, atatafuta kuponywa na Bwana? Hamrehemu mwanadamu aliye mwenzake Je, atalalamika kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe? Aliye mwili na damu tu huilisha hasira yake, je, ni nani atakayempatanisha yeye kwa makosa yake? Basi kumbuka mwisho wako, uache uadui. Kumbuka uozi na mauti, ujiepushe na kutenda dhambi. Kumbuka zile amri, usikasirike na jirani yako nawe ulikumbuke agano lake aliye juu, umwachilie ujinga wake. Acha ugomvi, nawe utazipunguza dhambi zako, maana mwenye ghadhabu huchochea ugomvi, na mchongezi huangaisha rafiki, hata kupenyeza hitilafu kati yao wakaao kwa amani. Wakati zilivyo kuni zake, ndivyo moto utakavyowaka na kama ilivyo sababu ya ugomvi ndivyo huo utakavyozidi. Kama chio cha mtu kadhalika ghadhabu yake, na kama uwezo wake kadhalika ataizidisha hasira. Ugomvi ulioanzishwa na haraka huasha moto, na mapigano ya ghafla humwaga damu. Vuvia cheche, itawaka tena, juu yake itazimika, na yote mawili yatoka kinywani mwako. Mlaani mchongezi aliye mnafiki, madhali amewaharibu wengi waliokaa kwa amani. Ulimi wa msingizia umewatikisa wengi na kuwatawanyisha toka taifa hata taifa, umebomoa miji yenye nguvu na kuangamiza nyumba za watu mashuhuri ulimi wa msingizia umewatupa nje wanawake hodari na kuwanyima kazi zao, wala yeye aliyeusikiliza haoni raha, wala hata kaa katika utulivu. Pigo la mjeledi huchapa ngozi, lakini pigo la ulimi laweza kuvunja mifupa. Ni wengi walioanguka kwa upanga, lakini wengi zaidi kwa sababu ya ulimi. Heri aliyesitiriwa nao, asiyeipitia ghadhabu yake, asiyeivuta nira yake, wala kufungwa kwa kamba zake, kwa kuwa nira yake ni ya chuma na kamba zake za shaba. Mauti uiletayo ni kufa kubaya, kuna raha kuzimuni zaidi ya nao huo huo hata utawala wenye haki, wala hawataungua katika miali ya moto wake. Wale waliomwacha Bwana watatumbukia nao, utawaka kati yao usizimike. Kama simba utawashambulia, na mfano wa chui utawararua. Tazama, ulizungushie shamba lako boma la miiba na kufunga salama fedha yako na dhahabu. Fanya mizani na mawe kwa maneno yako, fanya mlango wa komeo kwa kinywa chako. Angalia usije ukateleza kwa ulimi wako, ukaanguka mbele yake anayekuotea.